Zimekuwa, wayo zake za mwongozi. Tuombe. Baba mwema, masaa haya mema sabato takatifu, tena twaja mbele zako tukilinua na kulimidi jina lako. Asante Baba kwa sababu umetupa kipali tumeanza kukuimbia. Na Mungu, vipindi vingine vitakavyoendelea, twakuomba uwe kiongozi wetu. Tuma malaika wako watakatifu kutoka juu mbinguni, Mungu, waweze kuwa pamoja mahali hapa, kwa sababu ni mahali patakatifu pako. Tumekuja ili mioyo yetu iweze kupona. Baba, tuponye kulingana na mapenzi yako, katika Kristo Bwana wetu tumeomba na pia kuamini Amen. Amen. Yeah. Eh, tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo na sabato ya leo njema ambayo ametutunuku nayo kwa ajili ya kuwa na ushirika mtakatifu. Kwa hivyo nawakaribisha nyote kwa moyo mkunjufu tuweze kushiriki pamoja katika miguu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eh, mtisikie mko nyumbani. Kwa hivyo siku ya leo tuta, kwa huu muda ambao niko nao, niko na dakika ishirini, sijui tutajifundisha kwa hizi dakika ishirini nini lakini kile ambacho Mungu atakusudia tuweze kukisikia hicho ndicho ambacho tutakachofanikiwa nacho kwa hivyo tukianza e, katika kitabu ni kile cha Saburi msomaji mwalimu Saburi sabini na saba mstari wake ni wa kumi na tatu inasemaje sabini na saba tatu inasema hivi Naam. nilipokumbuka wimbo wangu usiku Mungu, njia yako i e, katika utakatifu. Njia yako i katika utakatifu. Ni nani aliye Mungu mkuu kama Mungu? Ni nani aliye Mungu mkuu kama Mungu, kama Mungu? Kwa hivyo tumekwisha kusikia kwamba njia ya Mungu i katika wapi? Patakatifu, patakatifu. Yani kwa kizungu ni the sanctuary. Kwa hivyo tukiangalia in the sanctuary, tunaona kwamba njia za Mungu zote ziko, ha, ziko hapo na pia tukiangalia katika sanctuary, tunajua kwamba tuko katika patakatifu. Yaani tuko katika katika hizi sherehe ambazo tu, wana wa Israeli walikuwa wanazifanya. Tuko katika sherehe gani, katika type antitype. Ni antitype ama type? Antitype yetu tuko wapi? Atonement, si ndio? Naam. Yaani upatanisho unaendelea kufa? kufanywa. kufanywa, kwa hivyo wakati Yesu anatupatanisha pamoja na Mungu tunapaswa kukiri dhambi zetu kila kujaa, kwa ajili sisi kufanya nini? Kukubalika machoni pa mungu pa Mungu. Tukisoma katika kitabu ni cha Walawi, Walawi ishirini na tatu mstari wake ni wa kwanza 23.. Walawi ishirini 23, na tatu mstari wake ni wa kwanza, inasemaje? nasema hivi yeah. Kisha Bwana akanena na Musa, kisha Bwana akanena na Musa akumwambia, naam, nena na wana wa Israeli, nena na wana wa Israeli na kuwaambia, naam, sikukuu za Bwana ambazo mtazipigia mbiu, sikukuu za Bwana ambazo mtafanya nini? Mtazipigia mbiu, mtazipigia mbiu eh, kwa ni makusanyiko matakatifu Ae, kuwa ni makusanyiko matakati, matakatifu. Hizi ni sikukuu zangu, hizi ni sikukuu zangu, sikukuu za Sabato. Ehe, Pasaka. Ehe, Pasaka na ya mkate uliotiwa chachu. Pasaka na ya mkate usiotiwa chachu, mtafanya kazi siku sita. Mtafanya kazi siku ngapi? Sita. Naam, lakini siku ya saba ni sabato ya kustarehe kabisa. Asante. Kwa hivyo kuna sikukuu ambazo wana wa Israeli walikuwa wanafanya nini? Wanapewa. Wanasherekea? Haya, tuende mstari wa ishirini na tatu ishirini na tatu ishirini na tatu katika kitabu ni cha Walawi ishirini na tatu inasema hivi. Naam, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, kisha tena Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uwaambie, nena na wana wa Israeli ukawaambie, mwezi wa saba siku ya kwanza ya mwezi. Mwezi wa ngapi? wa saba. mwezi wa saba siku ya ya kwanza ya mwezi kutakuwa na kustarehe kabisa kwenu. Ehe, ni ukumbusho wa kuzipiga baragumu ni ukumbusho wa kuzipiga baragu baragumu kwa kizungu ni trumpet sindio? hata saa hii tunaendelea kupiga kilio kikuu, na pia tukiwambia kwamba upatanisho unaendelea katika patakatifu papatakatifu patakatifu. Happy Sabbath, happy sabbath kuna kitu mnanipata hapo ndio, <laughs> eh? kuna kitu mnapata hapo haya, nah. Tuendelee haya, tuendelee. naandiko ishirini na tano inasema: naam, msifanya kazi yoyote ya utumishi nanyi na mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto naam. siku ya upatanisho naam. kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia naam, lakini siku ya kumi ya mwezi huo wa saba lakini siku ya kumi wa mwezi huo wa saba ehe, ni siku ya upatanisho. Ni siku ya a upatani? Upatanisho, naam. Tuendelee, itakuwa kusanyiko takatifu kwenu ehe. nanyi mtazitesa nafsi zenu Nam. Asante, tukisonga tukifika katika mstari wa thelathini na nne, tusome. Nanyi mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto, ehe, ishirini na nane, thelathini na nne, thelathini na nne nasema. Ehe. Nena na wana wa Israeli uambie Musa, nena na wana wa Israeli uambie, siku ya kumi na tano ya mwezi huo wa siku ya kumi na tano wa mwezi huo wa saba, ni sikukuu ya vibanda. Ni sikukuu ya nini? Ya vibanda, ya vipanda, muda wa siku saba kwa Bwana, muda wa siku ngapi? Saba kwa Bwana. Naam, tuendelee. Siku ya kwanza kutakuwa ni kusa kusanyiko takatifu. Siku ya kwanza kutakuwa ni kusanyiko takatifu. Usifanya kazi yoyote ya utumishi. Naam. Kwa hivyo tumeweza kuona kwamba katika siku kuu ambazo wana wa Israeli walikuwa wanapaswa kuzitunza, hawakuwa wanahitajika kufanya kazi yoyo yoyote. Yoyote. Na katika e, siku ya kumi na tano mwezi huo wa saba ilikuwa ni siku kuu ya vipaa vibanda. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Wakati tunasoma from the book called... Wapi Makapen. Ph. mnapofungua Ph. Ph. 130. Ph. 130. Paragraph pH pH 130 page one, paragraph one. pH 1 paragraph 1. Umepata? Haipo, Haiko. pH 130 the most important agencies in our work. Kwa hivyo wana wa Israeli walikuwa wanapaswa kutunza sikukuu saba, na siku ya kumi na tano mwezi wa saba ilikuwa ni sikukuu ya vipanda na katika ph 130 paragraph ph 1 paragraph 1 eh, inasema aje our camp meetings are one of the most important our camp meetings are most important agencies in our work uh -huh. they are one of the most effective methods of arresting the attention of the people uh -huh. And reaching all classes with the gospel invitation uh -huh. The time in which we live is a time of intense excitement uh -huh. ambition and war pleasure and money making. Ngoja, ngoja, ngoja kidogo, wote wanasikia kizungu mm. eh? kuna mwenye asikii kizungu? Haya, tuendelee, tuanze kwa hivyo katika pia kipindi ambacho tunaishi. Kwa hivyo tunapoendelea kujifundisha, pia tunahitajika kukuwa na camp meetings. Happy tunahitajika kukuwa na nini, makambi haya e, inaendelea kusema, soma msomaji. They are one of the most effective methods of arresting the attention of the people and reaching all classes with the gospel invitation. Kwa hivyo hata miongoni mwetu kuna wale ambao hawajaweza kupokea hizi jumbe zote ambazo tuko na tuko nazo. Kwa hivyo tukikuwa na makambi, huu ndio muda ambao tunahitajika kukusanyika kwa ajili ya kuchifundisha haya yo, yeah, yote. E, si tunachifundisha kwamba hali ya wafu. Uh, e, kukari kuna health message, medical missionary. First, second, and third, angels message. Si wote ambao wamekuwa na huo ujumbe wote, si ndio? Kwa hivyo tukikuwa na camp meeting, hii ndio wakati ambao tunapaswa kujifundisha haya mambo yo yote aha uh tuendelee -huh. the time in which we live is a time of intense excitement eh uh -huh. ambition and war yes pleasure and money making eh uh -huh. absorb the minds of men eh uh -huh. satan sees that his time is short agencies at work that men may be deceived, uh -huh. deluded occupied, uh -huh. and entrusted until probation shall be ended uh -huh. and the door of mercy sh be forever shut. Kwa hivyo Shetani yeye anajua kwamba muda wake ni mcha? mchache. Ni mchache. Na anatumia kila mbinu kwa ajili ya kuteka akili za wale watu ambao wamekwisha kuona Nuru. Nuru. Lakini sasa hapa tunahimizwa kwamba na sisi pia wala ambao tumeona nuru, lazima tutenge muda kwa ajili ya kujifundisha, ndiposa tusije tukadanganywa na mwofu Shetani na kuharibiwa na upotofu wa ulimwengu wa sasa. Maana tunaona kwamba katika mahali tunapoishi ukitoka tu hivi unapatana na mitogo ya nani? Shetani. Hatuko yani salama kabisa. Kwa hivyo tunahitajika kukuwa na muda maarumu wa kuweza kujifundisha kweli hizi kiundani na kuweza kufahamu 2 inasema wisely. Asante sana. Kwa hivyo hapo imesema we must devise and plan wisely. Kwa hivyo wakati ambapo tunaenda kukua na haya makambi, lazima tujipange na kuyapangilia vizuri vizuri, eh, vizuri yani, tusije tukafika kule tunaenda kwa camp meeting tunapata kwamba mwalimu fulani ambaye alikuwa anahitajika kuchukua kipindi fulani. Ayu hayuko. Kwa hivyo hiyo mipango lazima ianze kupangiliwa m mape? mapema. E, zile vitu ambavyo vinaenda kufundishwa katika hayo camp meeting, kwa maana sisi kama wana matengenezo unapata kwamba kuna wenye wako hapa Kisii, kuna wenye wako Nakuru, kuna wenye wako Nairobi kwa hivyo ile changamoto ambayo inakumba watu ambao wako Kisii sio ile ambayo inakumba watu ambao wako wapi? Nairobi, Nairobi, Nairobi. Nairobi wanaweza fundisha kwamba e, country living. lakini Kisii tunaweza kuwa tusikuwe na hilo fundi fundish, kwa sababu tukiangalia mazingira ambayo tunayoishi inaonekana kwamba kidogo tuko ka, <tukokandri> tuko ka country ama No. Lakini yule ambaye yeye yuko Nairobi anaweza kosa pengine anaweza kuwa na hilo fundisho la country living, country living. Yeah. Kwa hivyo tunapopangilia makambi yetu tunayapaswa kupangilia kwa njia ya usaha na kwa njia ambayo itafaidi wala ambao watakuja kule kuhudhuria kupokea ujumbe wa sasa. Tuendelee. The people should be warned to make ready for the great day of God <laughs> which is right upon them mm -hmm. We have no time to lose. Yes, we must do our utmost to reach men where they are Uh -huh. The world is now reaching the boundary line uh -huh. in impenitence and disregard for the laws of the government uh -huh. of God. uh -huh. in every city of our world the warning must be proclaimed uh -huh. all that can be done should be done without delay kwa hivyo tunaona kwamba the world is now reaching the boundary lines Chukie, tukiangalia mambo ambayo yanaendelea kutukia tunaona kwamba hakika Kiukweli, mwisho umefanya nini? Umekaribia na kilio kikuu akijaweza kutangazwa katika miji yetu. Tukiangalia kama hapa Kisii, kiukweli kabisa ujumbe haujaweza kuenea katika kila kona, na wale ambao wanapaswa kuchukua ujumbe si ni wale ambao wako kule nje? Naam, happy Sabbath. Si ni wale wenye we wako huko nje. Ni nani? Ni sisi. Ni sisi, lakini pia sisi wenyewe hatujakuwa ama hatujakomaa kwa ajili ya kuchukua huu juu ujumbe e. So lazima tukuwe na makampu kwa ajili ya kujifundisha, ndiposa tuweze kuimarika sisi sote kwa ajili ya kuchukua ujuu ujumbe e, maana muda umefanya nini? Umekaribia e, si tuko na muda mwingi wa kufanya kazi Hapana, hapi sabata. Si tuko na muda mwingi? Hapana. <laughs> Si nilisikia wengine wakisema bado tuko na muda, so lazima tukuwe na makambu meeting kwa ajili ya kujifundisha ndiposa tuweze kukuwa na sisi kwa ajili ya kuchukua ujumbe. pengine inaweza kuwa ya kwamba hatujatoka kule nje lakini wale majirani ambao tuko nao tunapaswa kuwapea ujuu ujumbe ujumbe. Haya, kwa hivyo lazima tuhakikishe kwamba tunakuwa na makambi meeting kwa ajili ya kujifundisha zaidi, kwa ajili ya kujifundisha zaidi. Kwa hivyo tuko na objective za kukuwa na kampu kufanya nini? Promote A spiritual life. Spiritual? Life. Uh -huh. Among our own people. Among our own People. The world in its wisdom knows not, not... Msomaji. Kwa hivyo tunapokuja kwa camp meeting, hatujakuja hapa ili tuonane na Harriet, kwa sababu tumekaa kwa muda hatujaonana na hatujaonana na, hapana <laughs> sivyo tunapokuja kwa camp meeting, lazima tukuje na agenda mo? moja ambayo imezungumziwa hapo, isome. The world in its own wisdom knows not God. Rudia, rudia hapo kuanzia hiyo paragraph juu. And our camp meetings have another object preparatory to this. Yes, they are to promote spiritual life among our own people. Kwa hivyo camp meeting ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na spiritual life, life among our own people, people. Lazima tukue eh kiroho, ehe, tuendelee. The world needs wisdom, not not God, kwa sababu the world, katika hekima yao haimfahamu nani Mungu. Dunia kwa hekima yao haimfahamu nani Mungu. Sasa niwaulize swali, wale ambao wa wanaendelea kunisikiza saa hii, dunia hapa nje inamjua Mungu? Hapana. Happy Sabbath, Happy Sabbath. Dunia hapa nje inamjua Mungu? Hapana, lakini wewe unamjua Mungu wa pekee wakwe wakweli, huo ujuzi ambao uko ndani yako unapaswa kufanya nini? Kuupea ulimwengu ulimwengu, na hiyo ndio Object ya kwanza ya kukua na makambu Meetings, Meetings. watu hapa nje hawamjui mwana wa Mungu ni nani, lazima tukuje e kwa makambu kwa ajili ya kuchifundisha, ndiposa tuende tusaidie ulimwengu. hapi sabato hapi sabato, haya soma The world cannot see the beauty eh eh the loveliness eh goodness the holiness Ehe. of divine truth eh, wakati mwingi tunapoenda kule nje kwa ajili ya kupeana huu kweli, wengine wanasema ondoka hapa, mnatupigia kele? kelele wengine wanasema mmefunga biashara ze? zetu, eh kwa sababu watu wengi hawajuite beauty loveness, goodness of this prese ruthwewe yeah. We, we, we, we unajua, we ambaye uko hapa ndani unajua eh? yeah. <laughs> unajua kama unajua ni vizuri tuendelee and in order that men may understand it uh -huh. there must be a channel through which it shall come to the world uh -huh. the church has been constituted that, that channel uh -huh. Christ re reveals himself to us uh -huh. that we may reveal him to others uh -huh. through his people are uh -huh. to be manifested all the riches and the glory of his unspeakable gift kwa hivyo uh kupitia kwa watu wake amepeana huo utajiri wote huu utajiri wote, na huu utajiri ndio huu ambao tunahitajika kukuja kwa ajili ya kuendelea kujifundisha, ndiposa tuimarike kwa ajili ya kusaidia ulimwengu ambao unaanguka e, kwa sababu nilikuwa nimeambiwa kwamba ikifika saa nne na dakika kumi niweze kukomea hapo na lazima nikuwe mtu mwenye kutii kutii. E, we ukiangalia saa yako inakuambia ni saa ngapi kumi na moja. e, kwa hivyo sitaki kukosea e, <laughs> Mwenyekiti, tutamalizia hapo, tukipata muda tutaendelea kuchifundiza zaidi kuhusiana na makaa e, tutakuja kuchifundisha ni ni wachache ambao wanafaa kuhudhuria ama ni sisi so e, na wale ambao watakosa kuhudhuria wengine wakiwa kwa makambi watapokea mibaraka ama watapokea la E, mambo ni mengi ambayo tunapaswa kujifundisha, kwa hivyo tutamalizia hapo. Naombi mtakatifu Mungu wetu ishie mahala pa juu, tunasema ni asante kwa muda huu ambao umetutunuku nao, kwa ajili ya kutufundisha ukweli kuhusiana na makambi. Sasa endelea kutufundisha zaidi, na walimu wengine watakaokuja mbele yangu wape hekima na maarifa ya tokanao mbinguni, kwa ajili ya kupokea ukweli wa sasa, na tumeachilia mikononi mwako, na ili ni ombi letu kupitia cina safi ya Yesu Kristo, tumeomba na kwa mini. Amen. Amiru. Amiru. Amiru. Amiru. Asante, asante sana mwalimu, kwa fundisho mzuri juu ya makambi yetu, na kwa hivyo tumeweza kuangalia umuhimu wa sisi kuwa na makambi, ni kwa ajili ya kuendelea kujifunza mambo ya Mungu. Kwa wakati huu tukingoja watoto waweze kumaliza pale, ningeomba kwamba tuweze kupumzika kwa dakika kama kumi, tukingoja watoto waweze kuja tuweze kuendelea na vipindi. kwa hivyo tutapumzika kidogo dakika kumi, na pia tunaweza tukakuwa na wimbo wa hizo dakika kumi. Lakini ya muhimu, masaa haya ni ya break ya dakika kumi, alafu tutarudi tuweze kuendelea na vipindi. Asante.